Hapa ni mwezeshaji. Mafunzo haya tunayoendelea nayo ni kuhusu mtaala ulioboreshwa, na tuko na program ya shule bora. Lengo kubwa la mafunzo haya ni kuwezesha mikoa ambayo imeonekana kuna changamoto ya KK ili iweze kufika hatua changamoto ya KK inaondoka kabisa katika shule zetu. Ni kubadilishana uzoefu, kupeana mbinu zitakazotuwezesha walimu wa madarasa ya elimu awali la kwanza na la pili, tunapata mbinu bora, tunajua namna ya kutengeneza zana, tunaweza namna ya kushirikishana, ili mradi tu tuweze kuhakikisha changamoto ya KK inaondoka katika wilaya yetu ya Uvinza, lakini na mkoa wa Kigoma, hivyo tunas Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia programu hii ya shule bora kuanzisha jambo hili ili kuweza kusaidia watoto wetu wawe mahiri katika kusoma na kuandika. Kama tulivyoona zamani walikuwa wakifanya hivyo, mtoto anaingia darasa la kwanza, darasa la pili, ana uwezo wa kumudu zile stadi zote. Kwa hiyo na sisi kupitia mafunzo haya tunajua tunaenda kubadilisha kabisa sura nzima, watoto wetu watajua kusoma kuanzia chekechea la kwanza na la pili wanafika la tatu, hakuna changamoto kabisa ya KK. Jina naitwa mwalimu Fahardini Salum Lioko, ni mwalimu wa shule ya msingi Kalenge, na natokea katika wilaya ya Uvinza. Leo hii ndipo katika kushiriki katika ma mafunzo ya KK. Mafunzo ya KK ni mafunzo ya msingi sana kwa kumwandaa mtoto katika kuweza kufanikiwa katika masomo yake. Mafunzo haya kama mimi mshiriki katika mafunzo haya mambo yafuatayo yatanisaidia na nitajivunia kutokana na mafunzo haya. Jambo la kwanza, yatanijengea uwezo wa kumwandaa mtoto vyema katika kuweza kusoma na kuandika na kuhesabu vizuri. Jambo la pili, nita, nita, nitapata uwezo wa kumjengea uwezo wa mtoto kutambua herufi vizuri kwa kupitia mbinu mbalimbali ninazozipata kupitia mafunzo haya lakini pia Jambo la tatu katika kupitia mafunzo haya ya KK ninayopata yataniwezesha kuleta maendeleo makubwa ya kumjengea msingi mafunzo ya KK yaliyoanza tarehe tatu tarehe nne na tarehe tano ambayo yalikuwa na washiriki kutokea kwenye kata tatu kata ya Kandaga kata ya Kazuramimba na kata nakata lengo serikali ni kutaka kuboresha Naamini kila mshiriki atakapotoka mahali hapa ataenda kutumia yale yaliyofundishwa, ili kwenda kukibadilisha kizazi kiendane sawa na mahitaji ya jamii yalipo, na inaamini tutaenda kufanya vizuri, ili tupate mrejesho chanya katika ufundishaji huu.